Afadhali nimekuona baba wewe. Yaani wanasema hivi chokochoko, mchokoe pweza, ila ya kwangu mimi hutoyaweza. Hivi kilichokufanya wewe hapo ukamchukua ndugu yangu Kizibo ukaenda kukaa naye kwako, hali ya kuwa mimi ndugu yake sijui, ni kipi? Au ndio tuseme eh, ndugu yetu, tunajua kwamba wewe uwezo wa kuzalisha mtoto wa kiume huna, watoto wako wote wa kike, kwa hiyo umeamua mchukue Kizibo mfanye mwana wa hiari, si ndio? Nisikilize Kizibo, alikuja nyumbani kwangu akaomba hifadhi na mimi nikaona haina haja ya kumkatalia, kwa sababu ni mtu namfahamu. Kosa langu hapo liko wapi? Halafu hata kama ungekuwa ni wewe, mtu unayemfahamu anakukimbilia, anahitaji sehemu kwa ajili ya kujistiri. Unaweza ukamfukuza kweli? Tatizo lipo huyo? Kwani hujui kwamba mimi ndio kaka yake na natakiwa nijue taarifa zake kwamba Kizibo muda huu katoka, kaenda sehemu fulani, kaenda kufanya hiki? Kwa hiyo unamchukua chukua tu kirahisi baba, ikitokea Kizibo akapata na tatizo, yaani ina lilahi wa ina lilahi lajuni, utamla nyama au tuseme sawa? Si umeamua kumharibia mharibie. Mi nikuulize tu swali hivi, kati yangu mimi ambaye nimeamua kumsaidia Kizibo kwenye shida zake, na wewe ambaye umeamua kumtoa kafara, ni nani ambaye amemharibia ni nani ambaye amemharibia maisha yake? Nisikilize, siku nyingine ukikutana mimi ukaanza kuzungumza upuuzi unaozungumza sasa hivi, hatutaelewana. Mi nakuhakikishia, hatutaelewana. Unapafahamu vizuri nyumbani kwangu ni wapi. Nenda mpaka nyumbani kwangu, mchukue mdogo wako, ondoka naye, sina shida na yeye. Nadhani umenielewa. Nimeongea na sitaki kurudia.

Hapana kuja hapa kwa sababu ya minyukano, mimi akuja hapa kwa sababu ya amani. Natafuta yeye mfunga kilemba iko. Mfunga kilemba ndo nani? Mfunga kilemba hii binti yenye nakaa kwa hii nyumba, naomba niitie yeye. Yeye hayupo, ametoka hata kuniambia anaelekea wapi? Mm. Sasa ikija mwambie nganga kibwetele iko amekuja kwa hapa, akasema anahitaji wewe uende uondolee yeye ile songo mbingo umemwekea. Iko amenwekea songo mbingo kwa nyumba yangu, ni minyukano tupu, hakuna kitu kinaendelea. Siwezi ingia ndani, siwezi toka hata siwezi fanya kitu kingine cha namna yote hiyo. Kwa hiyo nahitaji yeye aje anitolee hiyo mitego amelekea. Mwambie kama kuna shariti lolote au jambo lolote anayotaka nifanye mimi, kama mganga Kimwetele niko tayari kufanya. Sawa eh. umesema mganga nani? <laughs> Mwambie mganga Kimwetele Dekada.

Ah, bwana we, unanichosha bwana. Wewe unasema unafika unafika unafika saa ngapi? Mi nimeshakaa hapa nimechoka, sasa umeniweka sana, nimekuwa kama sanamu, yani hapa basi. Sawa, we fanya, endelea nayo mambo yako, lakini mimi kilichonileta hapa ni kuhusu ile swala letu, maana mi na uhakika mimi siri sijatoa na wewe siri ujatoa, na kama siri ujatoa na hii siri hili tunajua watu watatu, nani atakuwa ametoa mwingine kama sio mganga? Haiwezekani. Sasa nisikilize kwa makini, mimi nataka nimfuate akanieleze A to Z. haiwezekani unakuwa mganga gani wewe unatoa siri za wateja wako? Tena wewe mganga au kituko? sawa Mi namfata huko huko akanieleze. Ulienda wapi? Mana maana naamka hapa simuoni mtu, sio wewe wala Kase, na kuna mganga alikuja amesema anamwomba lazi sana mdogo wako. Sasa ameniacha njia, ameniacha njia banda, sijajua na anamaanisha nini, au kuna jambo gani ambalo mdogo wako amemfanyia mganga? Ha, hao wote wana nguvu, ndugu wangu ana nguvu zake, mganga naye pia ana nguvu zake za kichawi, kwa hiyo inawezekana kuna sehemu ambayo wamehitilafiana. Nafikiri tuachane hayo kwanza, Kizibo. Mi nafikiri muda ambao umekaa hapa kwangu umetosha, naomba tuondoke, ukatafute hifadhi sehemu nyingine. Naongea hivyo kwa sababu matatizo amekuwa mengi, wewe tazama. Hata huyo mganga aliyekuja hapa nyumbani lengo lake sio jingine, lengo ni wewe, kwa sababu kuna mambo yao wameyaweka, na inaonekana yanashindwa kutimia kwa sababu uko hapa nyumbani kwangu. Kwa hiyo nakuomba tuondoke, kwa sababu mazingira ya uchao, mimi nafahamu kwenye maisha yangu uchao umenitesa sana. Sitaki yale mambo ambayo yalikuwa yanajitokeza kwenye maisha yangu kipindi niko na mke wangu tena ajirudie kwa ajiru. Kwa hiyo wewe, chukua vitu vyako, katafuta hifadhi kwa ndugu yako mwingine ndiyo. Sisi wote ni wanaume, ukiacha mbali kuwa wanaume tumeshakuwa kama familia sasa. Hauna sababu ya msingi ya kunificha mimi. Na hisi kuna kitu nyuma ya panzia. Na kama tatizo ni chakula, mimi niko tayari kuchangia. Kizibo. Nafikiri wakati naingia hapa nyumbani umeniangalia vizuri nilivyokuwa natembea. Nimeingia hapa nimechoka sana. Uchovu wangu haujasababishwa na safari ndefu au kazi nzito. Bali ni kwa sababu ya maneno ya kakaako. Nimekutana na kakako njiani, amenizungumzia maneno machafu, maneno magumu, vitisho na maneno mazito sana. Ninachokumbuka kati ya maneno yake ambayo amenizungumzia mimi, amedai kwamba ikitokea ukafa, basi hata usika kwa lolote wala ndugu yako yeyote yule, hata usika lolote kwenye kifo chako, mimi msalaba kama unavyojua, binadamu hatuna dogo, anaweza akaamua tu akawachukua watu wake, wakazunguka wakaja wakakudhuru. Aidha wakakuua ili kunitengenezea mimi kesi na matatizo. Wewe unafikiri huo msalaba utaubeba nani kama sio mimi? Huo msalaba nitabaki nabebeshwa mimi sasa, mimi sipo tayari kubeba huo msalaba mimi ninachokuomba wewe ondoka tu, katafuta hifadhi sehemu nyingine. Ila samahani sana kwa hicho ambacho nimekwambia. Nijo, ina maana haujui sababu ya kaka kunifosi mimi nikakae pale nyumbani, unaelewa nijo? Tumezisikia audio na video tumezitazama Ju mipango ya kaka dhidi ya kunizuru mimi, hio nasema nitoke hapa nyumbani kwako. Ina maana uko tayari kabisa mimi niende ni kafe? Sawa, ila nashukuru kwa muda wote ambao umenistiri hapa nyumbani kwako, asante sana. Acha tu mimi niende akanimalize choma alafu, amejua kabisa kwamba nakuja kwake, nafika hapa kaweka hii midawa, eti ananikisha mimi. Wana akili kweli! Sasa leo atanijua. Haiwezekani anipe dawa baada ya hapo atoke aende kanitangazie tena, aenda kutangazia kwa watu wangu ambao mimi ndo nabifu nao kwamba nataka nimtowe ndugu yangu kafara. Hivi huyu mganga au kituko? Kwa sababu ninavyojua mimi mganga lazima utunze siri za wateja, na ndio maana akajiita Kibwetele. Sasa napata picha, sitoki, namsubiria hapa hapa. Kama mbwai, acha iwe mbwai. Yaa!